Ndio fundi, sio kwamba nimeiba mimi, nimeibiwa. Ndio haya, eh, sikia sikia mwanzo, yaani nataka kapela kapela tu, ni banda zangu gawanya nini nilikasa cha kujitetea sababu napanga kiunoni, ila afande, sio kama nauza mi mwenyewe, nauziwa ile kesi ya lobali afande, nimesingiziwa. Yeah. Uh -huh. Afande, legeze kamba ili niweze kukupanga afande. Uh -huh. Yote sababu ya mchumba ndio. Uh -huh. Maana minaimba afande kwenye ngoma inayofuata saa hivi. Ngoma gani? Hebu chagua mwenyewe afu utafuata sami, nakubadilishia kidogo. Uh -huh. Wajua nataka, nataka ngoma gani? Uh -huh. Twende, kuna ile ngoma ya, ya Mboso, Mboso.